Naimba mziki kama masiara, sikuwa nimeamua moja kwa moja niimbe mziki ndio, lakini pamoja na kufanya ule ule mziki wa masiara ndio. Nilikuwa kwake kwake, siishi kwake mm, naenda kufanya kazi kwake ndio, umenipata. Lakini kumbe hata yeye alikuwa, kila nikiingia, kuna vitu ambavyo alikuwa anaviona kutoka kwangu nizamu kama msanii uwezo wangu kama msanii, akawa na hifadhi kimoja baada ya ki kingine, na mimi sikukata tamaa kwenda kwake. Amenipata maprodusa wapo wengi, studio zipo nyingi, hata hapo wapo, wapo Sengerema nakotoka mimi. umetoka Sengerema? kwa sababu unawakalisha Mwanza. kwa hiyo nyumbani ni Sengerema sehemu gani? Tunyenye kwa hiyo kuwavuka wote wale mpaka kufika kwake nilikuwa najua kuwa yeye ana kila kitu kuliko wale wengine, kwa sababu yeye ndio mwanzilishi amenipata kwao. Kilichonishawishi kikubwa ni hicho, alafu pia muziki yeye mwenyewe anaujua, na si producer tu, na ni mwalimu. Uwezi kufika pale nalinyimbo lako la ovyo ovyo, na imba imba ovyo ovyo akakurekodi na ukaondoka hivyo hivyo. Yeye hapendi, utafika pale mistake zako atazisahihisha, utatoa nyimbo ambayo mm, yeah, ni nzuri ehe, ni hiti yeah. Kwa hiyo nafikiri yeye yupo katika utengenezaji wa nyimbo ambazo zinakuwa ni hiti, na yeye azitoke kwenye uasilia wake kama producer. Unajua, ukimwacha msanii akaimba tu ili mradi kaimba, na wewe ili mradi kama producer umeingiza hela hamna unachokifanya, kwa sababu wewe kuna jingo yako kama producer, imeenda watu watasikia, wataona, hapa hakuna producer, si tu msanii lakini mpaka producer na yeye hayupo, ameruhusu kutoa takataka. Lakini yeye Salehe haruhusu hivyo vitu koo, nikapenda ndio maana mpaka sasa hivi nipo naye na tunazidi kufanya kazi. Okay, toka usainia wewe kwenye hiyo label, ushatengeneza nyimbo ngapi? Toka niwepo kwa Sarehe nimetengeneza nyimbo sita. nyimbo sita? Ndiyo, nyimbo sita, nimetengeneza nyimbo sita. Tano zimekamilika, ya sita haijakamilika. Okay, malengo yako wewe sasa kwenye lebo yako liyopo, wewe ndio chini ya mikono salama hapo producer Sarehe ambaye ni mwalimu wa muziki, mwalimu wa kwaya. Sawa, so, mimi naweza kumuita ni mwalimu wa kila kitu kwenye industry ya muziki sawa. Malengo yako wewe ni yapi? Hususan ni mwaka sababu umesema una nyimbo sita, malengo yako ni yapi? malengo yangu mimi ni kuwa mkubwa Afrika nzima wanijue mimi Chegete ndio Chegete. malengo yangu mimi nikiwa na producer yangu sare na studio yangu yaani kiufupi nikuwa mkubwa nisiende mbali sana ndo malengo yangu. Okay, sasa unataka kuwa mkubwa, ukubwa wa muziki asili. Unajua, najuana maana nyingi sana Sa. kuna mtu kutoa kafara sawa, kuna mtu kushika dawa nyingi, na muziki asili mnalogana sana mimi. Nimefanya kazi na wasanii wengi mzee, sawa, sisi unanifahamu Sa. muziki asili mnalogana sana mnaamini, dawa kuliko Mwenyezi Mungu sana ama mtangulizi, Mwenyezi Mungu mnatanguliza dawa Sawa. Sa yo kweli ni, ni uongo Zombi? Uh, hmm. Mimi hapo nitakukosoa kidogo. Ndio. Yeah. Usiseme tunaamini sana dawa, yeah. Usiseme tunalogana sana wasanii wa nyimbo za asili. Hiyo yeah, sio sawa yeah, sema